Mzazi mwenzangu, ulipomchukua mtoto wako kwa mara ya kwanza mikononi kwako, ulimtazama usoni, ukatabasamu na kumpa jina. Lakini je, ulijua kwamba jina hilo ni zaidi ya dua, ni zaidi ya maombi, ni zaidi ya utambulisho, ni zaidi ya kitu cha thamani ambacho ulikuwa umempa mtoto wako. Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo tutaenda kuzungumzia siri tano ambazo zimefichwa ndani ya majina. Karibu tuende sambamba uweze kuona ni siri gani ambazo zimefichwa ndani ya majina. Tunapokuwa tunawapa watoto wetu majina, yale majina tunayowapa yanakuwa yana siri ambazo zimefichwa ndani yake. Mimi ninaitwa mohere madam. Kama bado haujasubskribu kwenye chaneli yetu ya moyo wa malezi, jaribu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia na kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatupigia simu au ukatutumia ujumbe kwa namba sifuri saba tano nne tano saba tisa mbili mbili nne. Karibu tuende tukaone ni siri gani ambazo zimefichwa kwenye majina ambayo tunakuwa tunawapa watoto wetu. Karibu na tuanze. Siri ya kwanza: jina hubeba nia ya mzazi. Wapo watoto walioitwa Baraka baada ya mateso ya mzazi ya muda mrefu, kukosa mtoto. Mwisho wa siku, alivyopata mtoto akamuita Baraka. Wapo watoto waliitwa zawadi, mzazi akiwa anamaanisha hiyo ni zawadi ambayo Mungu amempa mtoto wake. Wengine watoto waliitwa tumaini, mzazi umemzaa mtoto wako ukamwita tumaini, maana yake umeona yule mtoto ameleta matumaini katika maisha yako. Hata kama wewe mzazi husemi, lakini majina ambayo tumewapa watoto wetu yamebeba zile nia ambazo sisi wazazi tulikuwa nazo katika mioyo yetu. Mzazi unapokuwa unampa mtoto wako jina, wewe unampa, lakini kuna siri ambayo imebeba lile jina. Kuna siri ambayo wewe mzazi unaijua inakuwa imejificha ndani ya hilo jina. Siri zingine ninavyoendelea kuzitaja utaona ukweli wake, zingine zitakushangaza, na zingine pia utaona kabisa kumbe kweli mimi nilimpa mtoto wangu jina hili nikiwa namaanisha kitu fulani, kitu ambacho nilikuwa nacho ndani ya moyo wangu, kitu ambacho kimebeba maisha yangu. Kumbe basi watoto wetu wanabeba siri na wanabeba mambo ambayo sisi wazazi tunakuwa tunayo katika mioyo yetu. Siri ya pili, jina huathiri kujitambua. Mtoto akijiita jina lake mara kwa mara, anakuwa anajiita, labda anajiita upendo, anajiita amani, anajiita furaha, na majina ambayo tumewapa watoto wetu, akiwa anajiita mara kwa mara, lile jina linakuwa moja kwa moja linaathiri, yani, ufahamu wake, linaathiri, linaweza likamuathiri kwa mtazamo chanya, au linaweza likamuathiri kwa mtazamo hasi. Kama umempa jina mtoto zuri, basi akawa anaitwa jina lake mara kwa mara, anaitwa mara kwa mara, linaenda linamjenga, linamjenga lakini kama umemwita mtoto jina ambalo linamzaha lina kejeli, lile jina litakuwa linamwathiri mtoto, linamfanya ajisikie vibaya. Kwa hiyo mwanzo kabisa tunapochagua majina ya wa watoto wetu, tunatakiwa tuangalie yani, nini maana ya hilo jina, hili jina litamwathiri vipi mtoto wangu, hili jina litamsaidia mtoto wangu kukua vizuri, litamfanya mtoto wangu ajisikie, au litamfanya mtoto wangu aone kama anadhihakiwa. Tuwe makini tunapochagua majina. Siri ya tatu, jina huunda namna jamii inavyomtazama mtoto. Mara nyingi jamii inasikiliza jina kabla hata haijamuona mtoto, yaani jamii inalitambua jina hata kabla haijamuona mtoto mwenyewe, kwamba yuko wapi. Wakisikia tu anaitwa wametafsiri tayari jambo fulani, hivyo tunapokuwa tunawapa watoto wetu majina, ukimpa mtoto wako jina zuri, maana yake jamii itamtafsiri vizuri, inaweza ikasababisha kufungua milango ya baraka kwa mtoto. Lakini kama umempa mtoto wako jina ambalo ni baya, jina ambalo hata kutamkika na watu linakuwa linaleta maana ambayo sio nzuri, unaweza ukajikuta wewe kama mzazi umemfungia mtoto wako milango bila wewe mwenyewe kujua. Hivyo ni muhimu sana mzazi kutambua, unapokuwa unamuita mtoto wako jina, hakikisha unampa mtoto wako jina ambalo lina mtazamo mzuri, jina ambalo ni nzuri kusikika, kwa sababu jina ni zaidi ya utambulisho na jina ndiyo mtu mwenyewe. Kwa hiyo ndugu mzazi mwenzangu, unapokuwa unampa mtoto wako jina, hakikisha unajua maana yake na hakikisha jina lile linakuwa na utambulisho mzuri. Siri ya nne: jina ni urithi wa kiutamaduni na kidini. Kumpa mtoto jina ni kum, kum, kumuweka katika kumbukumbu kumbu, yani kumuunganisha kumu yeye na mizizi yake, yeye na jamii yake, yeye na tamaduni zake, yeye na watu wake, familia yake na ukoo wake. Kwa hiyo unapokuwa umempa mtoto jina, umempa utambulisho, umempa muunganiko umemsaidia kumfanya ajulikane, yeye anatoka katika jamii gani, yeye ni wa, wa tamaduni zipi, yeye ni wa imani zipi. Kwa mfano, umempa mtoto jina la Kikristo, jina ambalo ni nzuri, hilo jina litamtambulisha mtoto, kumbe huyu ni wa dini fulani, huyu ni wa dhehebu fulani inamfanya mtoto kiimani anakuwa vizuri kiroho. Na unapokuwa umempa mtoto jina la jadi, jina la asili, jina ambalo ni la ukoo, unakuwa umemuungamanisha yeye na ukoo wake, yeye na familia yake, atakuwa, kwa hiyo atakuwa akiwa anatambulika kwamba huyu ametoka katika ukoo fulani, ametoka katika jamii fulani au tamaduni fulani. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapowapa watoto majina Tuangalie haya majina yanaendana na kitu ambacho tumempa mtoto, kwa sababu jina litambeba mtoto mwenyewe. Siri ya tano, jina hubaki maishani pote, yani maisha yako yote. Ndio maana unapompa mtoto wako jina, unaweza ukawa umempa zawadi au unaweza ukawa umempa mzigo. Mara nyingi vitu vingi vinabadilika, shule inabadilika, marafiki wanabadilika, dini inabadilika, imani ya mtu inabadilika, lakini jina la mtoto halibadiliki, litabaki na mtoto wako maisha yake yote Koyotu, kwa hiyo tunapokuwa tukichagua majina, hakikisha unachagua jina ambalo litabaki kama alama, jina ambalo litabaki kama utambulisho mzuri, jina ambalo litamfanya mtoto atembee akiwa anajua kwamba mimi ni ba, mimi ni baraka, mimi ni neema, mimi ni kitu kizuri katika familia na katika jamii yangu. Mzazi mwenzangu, kila mara unapomwita mtoto wako jina lake unamkumbusha kwamba yeye ni wa thamani, unamtambulisha kwamba yeye ni kama kito cha thamani, kito ambacho hakiwezi kikafananishwa thamani yake na kitu kingine. Mzazi mwenzangu Hebu jiulize, jina ulilompa mtoto wako linaleta thamani? Linamsaidia? Linagusa maisha yake, au linamuumiza? Kama jina linamuumiza na maana yake unaona ni mbaya, chukua hatua leo. Hebu chukua hatua leo, hujachelewa. Una uwezo wa kubadili na ukamwita mtoto wako jina ambalo linaleta matumaini linaleta mwanga bora katika maisha yake, na linagusa maisha yake yote. Ikiwa ujumbe huu umekugusa usisite kushare video hii kwa wazazi wengine, ili nao basi waweze kujifunza hiki kitu kizuri ambacho wewe umekipata. Like video yetu na comment tuambie, wewe umempa mtoto wako jina lipi? Au unatazama video hii ukiwa wapi? Subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili muendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mimi ninaitwa Muhere Madam, maana ya jina langu mpelekee, yani mimi ni mtoa au mpeleka taarifa nzuri. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Mungu mwema akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata, na huu ndio Moyo wa Malezi.